Habari mpenzi mtazamaji, asante na karibu tena kwenye chaneli hii. Je, kompyuta yako inajaza nafasi pasipo wewe mwenyewe kujua, na hauelewi ni namna gani utafanya ili upate nafasi kwenye hiyo kompyuta yako? Usijali, uko sehemu sahihi. Leo itaonyesha hatua kwa hatua namna ya kutafuta nafasi kwenye kompyuta yako. Hatua ya kwanza utakuja kwenye start hapa start, tutakuja kwenye setting, then tutakuja system, alafu tutakuja storage, yeah. Kwanza unaweza kuangalia hapa hapa, ndo kuna, kuna jibi nyingi hapa ni installed apps, ambazo zimesha kuwa tayari kwenye kompyuta zina rodi hapa. Utaangalia app zenye saizi kubwa ambazo hauzitumii wewe, yaani unaangalia, kwa mfano kama hii hapa ina GB tatu pointi kumi na tano kwao, unakuja hapa una uninstall kama hauitumii. Kwa hizi mimi ninazitumia, kwa hivyo nitaziacha afuta kwa mfano hii siitumi store. Tayari imemaliza.

Okay. Hii pia nitafuta kwa sababu siitumii.

Pia ntaifuta hizi hizi ambazo zimeandikwa Microsoft, sijui ni nini hizi. Usifute hizi hapo, usifute kwa sababu hizi ni driver hizo, usifute Angalia hizi zote hizo, sifute kwa sababu hizo ni drive no. Nakuja hapa kwenye hii temporary files, kama hapa ambapo ime, imepiga tiki yenyewe, hii unaweza ukaacha kama ilivyo yani, uka, ukaacha hivi hivi ilivyo yenyewe, ukafuta au ukaongeza kama hizi hapa, then uta remove file. Unaweza ukajiuliza kwa nini hapo kwenye download? Sa tujaweka tiki ni kwa sababu hizi download ni folder ambazo ume download kwenye kompyuta yako, yani hizi ni zile ambazo zipo sasa, huenda labda unazihitaji una uzitumie lakini haujui kama, <coughs> kama zipo au hazipo, kwa hiyo hapo utakuja hapa kwenye this PC au my PC, alafu utakuja hapa muona hapa download. utaangalia kama, kama hii labda haina kazi haina kazi, pia unaangalia video hapa muona kama hii playlist hii ni inaibi mia tisini na tisa MB kasoro. Kwa hiyo nahitaji nitaiacha, nakuja hapa kwenye programu kwa kama hizi hapa, mimi nina shida nazo hizi zote tatu, kiangalia zina jibi mia tatu thamanini na tatu hapo, hiyo kwa hiyo mimi ambacho nakifanya hapa, nitazihamisha nitazikat kwa sababu ninazihitaji, ziamishia huku, then hen nitapaste kwenye faili nyingine. kuja kwenye Telegram, haamna kitu, hizi ni zile zip unaona. <laughs> kama hizi ni faili pia ambazo ninazihitaji kwa hiyo nitazihamisha. Right click then nitaziweka kwenye this PC alafu halafu

domepia nidogo nitaiacha. Kwa hiyo tukija hapa kwenye setting unaona kwenye temporary fresh mwa download imebakia MB 334, eh. Haya, hapa kwenye window tayari ndio kuja muona the windows error reports and feedback across this backup. Kwa hiyo hapa kwenye kwenye download hizi faili hii hapa download hapa. Uta, utakuja utaangalie na maana kama ha, utakuwa huzihitaji unaweza kuzifuta. Mfano kama hizi hi, labda sizihitaji delete, itadiliti kwa kwa hiyo, utakuja pia kwenye document utaangalia, je, kuna document ambazo uli download Hakuna, utaangalia kwenye picha kama zipo zipo, lakini mara nyingi zinakuwa hazina nafasi kubwa sana. Utaangalia video kwa ukikuta kama hauna shida nazo unazifuta. Njia nyingine utabonyeza hii start, alafu utaandika diski, tunaifungua local disk c si. Unabonyeza ok Ona, kone, utapiga tiki pa recycle bini. Ona, kwa downloadi, downloadi, program files hapana, utaitoa. Kwa hiyo hii ya juu yaju kwa ko tunaweka recycle bin temporary files thumbnail na hapa temporary internet files, alafu tunapiga ok delete. Njia za kuhifadhi kutumia mawingu, kuhifadhi kutumia mawingu. Sasa hapa kuna njia kadhaa, kuna Google Drive, kuna Google Drive kuna OneDrive alafu kuna Dropbox. Kwamba Google Drive inajulikana ni ya Google, kwa hiyo <coughs> ukiwa wewe ni mtumiaji wa Google utakuwa yani, haijalishi kwamba utakuwa ulishawahi kutumia Chrome kwenye kompyuta au la, kwa sababu wewe tayari una account kwenye simu yako ya Android. Ile ile account unaweza ukaitumia huku ukaingia uka, ingia, uka login, alafu ukachukua mafaili yako ukaweka kule alafu ukafuta huko kwenye kompyuta. Njia ya pili ni OneDrive. OneDrive ni Microsoft yenyewe, yani kompyuta kama kompyuta inakuaga na nani na, na, na backup yake ya moja kwa moja, lakini ni lazima umeona kama hapa lazima uwe ume-login. Yani kwenye hii nanii lazima ulogin alafu ndo uweze kufanya nini backup. Umeona hii hapa cloud storage ipo offline, nilizima mwenyewe yani, mimi ndio nilizima hii, uta login alafu baada ya kulogin, kwa hiyo utaiweka hapa online, lakini lazima uwe na bando ni yani, uhakikishe ume, ume connect aidha kwenye wifi au simu yako mara nyingi huwa inakuwa ni desktop tu ndio huwa inafanya backup. Kwa huko kwingine, kama una local disk mbili tatu, unaweza ukachagua na hiyo nyingine. kushauri mwenye kompyuta ya virusi, kama kompyuta yako ina virusi, mfano labda autorun au mdudu mwingine tofauti, kwa hiyo ningekushauri upige window kwa njia ambayo huwezi kutumia flash. Kuna video ipo, tumia ile na uchukue app uchukuena ta taarifa zako, itaua wadudu. Alafu mwenye kompyuta ya zamani tumia CC cleaner, ili itakusaidia kuondoa nafasi ambazo zinaliwa bila wewe mwenyewe kujua. Asante kwa kutizama, subscribe kama ulikuwa bado hujasubscribe. Unaweza kulike na kushare ili wengine pia wapate elimu hii.